Juni kumi na saba elfu mbili na ishirini na tano tupo hapa katika halmashauri ya wilaya ya Kyela, ukumbi wa halmashauri, ambapo vikao mbalimbali mbali vya halmashauri hufanyika hapa. Kwa siku ya leo, baraza la madiwani limekutana kwa ajili ya kuwasilisha hoja, ambapo hoja thelathini na nane zimewasilishwa mahali hapa, hoja moja ikiwa imejibiwa huku ikiwa bado hoja saba ambazo bado hazijajibiwa ambapo hoja kumi na nne zimebaki na hazijajibiwa. Moja kwa moja tutakwenda kuangalia nini ambacho kimeelezwa katika baraza hili, kufuatilia mitandao yetu ya kijamii ili kuweza kujua nini ambacho kimeelezwa na hoja zipi ambazo zimetatuliwa na hoja gani ambazo hazijatatuliwa katika baraza hili la madiwani halmashauri ya wilaya ya Kyela. Mimi ni Rebeka Asifiwe, twende moja kwa moja

yamba nne moja milioni miamoja mpaka kamaakii baonamoja ajaa ditii aiu. Mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli kwamba tulikuwa na hoja ya milioni mia moja arobaini na nne lakini mpaka tunafika sasa hivi tumelipa jumla ya shilingi milioni 26, kwa hiyo imebaki milioni mia moja <coughs> kumi na tano kumi na nane ambayo halmashauri sasa hivi naendelea na jitihada na ya kwenda kuzifuatilia. Mheshimiwa Mwenyekiti, ii mpaka mwezi tarehe 30 mwezi wa sita toka tumesha kabidhi, kwa sababu tumesha kamilisha tarehe 30 mwezi wa sita mwezi wa wa wa tisa. yeah. okay baraza tunakubaliana na huo ushauri. Asante. Hoja inayofuata ipo kurasa wa saba, kurasa wa saba, hoja namba mbili moja moja, kutokusajiliwa kwa mali za kudumu katika mfumo wa usajili wa mali za serikali. Hawakuweza kuingiza hizi mali zao kwenye mfumo wa GAMIS, hawajaweka hawajaweka, kama Mbeya dcd na dot dt to. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaandaa mafunzo, kwa sababu hii inahitaji mafunzo, wanahusika watu wa manunuzi kwa ajili ya kurekodi assets za halmashauri. Kwa hiyo tunaandaa, walikuwa bado hawajapatiwa maf mafunzo, lakini sasa hivi tumeshaanza andaa ratiba ya mafunzo, kisha baada ya mafunzo tunaingiza hizo assets. Kwa hiyo zoezi linaendelea. Mheshimiwa, mafunzo mnamaliza lini na mnaanza kuingiza lini kwenye mfumo? Kwenye majibu yetu mpaka tarehe 31 Julai, hizo zoezi zimeshakamilika kamilisheni ikifika Julai thelathini, meshaingiza kwenye mfumo hizo detail. Hoja ina kurasa wa tisa, hoja namba mbili mbili mbili, marejesho ya michango ya PSSF ambayo hayakurejeshwa hazina, iliyolipwa kimakosa kwa watumishi 35 ambao hawakuwepo kwenye vituo vya kazi shilingi milioni hizi fedha zilipo kwa watumishi mbalimbali walikuwa washacha kazi, nabidi zirudishwe hazina, waweze kuzirejesha hazina, kwa sababu wale watumishi walikuwa mkono wa utumishi wao, mna wamesema wanaiakia Dodoma akafuatilie. Umeelewa? Nenda wewe mwenyewe. Kuna hili jambo limetokea na halmashauri nyingine moja. Nadhani esm nambe ya DC nao hivyo hivyo, kwamba wanasema sijui tunaandikia PSSF, tunakumbuka huyu issue yake sio, ambayo hawajapeleka, hawaja michango si bora ukafuatilie mwenyewe Dodoma, si ndivyo? eh, eh. Kwa hiyo Jumatatu mkurugenzi, tutamwezesha waende. Jumatatu aende Dodoma kashughulikia hilo jambo. Tumeelewana uende, eh? huko sasa ujibu bila majibu nywele zitaota. Hoja inaofata kwa ukurasa wa 17 kumi na saba, hoja namba mbili tatu tatu, ukusanyaji wa ushuru wa huduma bila kupata taarifa za mauzo kutoka TRA. Hili tatizo la kimkoa, mheshimiwa, tumeshakubaliana kwamba tutaandika barua ya kimkoa kuambia TRA watuletee taarifa zinazoeleweka ili kuweza kukusanya haya mapato. Kwa hiyo mkoa unachukua jukumu hilo la kwenda kuandika hiyo barua. madito utawaandikia TRA watoe ushirikiano kwenye halmashauri ili uweze kupata hizo details tuweze kukusanya tuweze kukutana. Ushuru wa huduma bila kupata maagizo eh, mauzo gafi. Kwa hiyo tutapata detail kutoka TRA ili tuweze kukusanya na TRA waonyeshe ushirikiano thelathini na mbili, ehe, hoja namba mbili tano moja, mbili tano moja miradi ya maendeleo hajakamilika na miradi afisa mipango na injinia <todicare> miradi tisa imekamilika, miradi ishirini na tisa iko hatua za ukamilishaji, ambapo kati ya ishirini na tisa miradi miwili ni ndio itavuka itavuka mwaka, lakini miradi mingine yote itakamilika kabla ya. Tuna mradi ule wa age nafikiri hela zipo bado zipo, ha utakamilika

inayofuata ipo kurasa thelathini na nane, hoja namba thelathini na moja, mikopo iliyokopeshwa kwenye vikundi lakini vikundi vilitumia mikopo hiyo kwa shughuli ambazo hazikuwepo kwenye makubaliano. Ilikuwa milioni hamsini na tatu ibi zirejeshwe, mpaka sasa hivi milioni tisini na mbili zijarejeshwa. Vikundi vya kina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Afisa mikopo, yule afisa maendeleo ya jamii yupo wapi? Eh, wewe mwenyewe eh, tupe majibu kwamba mmekopesha fedha bila utaratibu, mmepeleka hela kwa kusikotakiwa kupelekwa pesa, kwa sababu hizi fedha ni kwa ajili ya kinamama, vijana na watu wenye ulemavu. Ilikwaje mlipeleka hela kwenye shughuli ambazo sizo? Mheshimiwa Mwenyekiti, hizi fedha zilikopeshwa kwenye vikundi. Tatizo uh -huh lililopo ni kwamba vikundi vingi unakuta mwanachama mmoja, wawili, watatu na ni za siku nyingi kuanzia elfu mbili na kumi na tano kumi na saba ndizo ambazo zinasumbua kwao. Tunaendelea kupambana, sasa hivi wamerejesha milioni sitini kwa hoja hii zimebaki milioni tisini na mbili. Bado milioni tisini na mbili kwa, kwa hii hoja ya milioni mm, milioni mia moja hamsini na tatu. Kwa hiyo milioni tisini ndo zimebaki. Matarajio yenu kurejesha lini hizo milioni tisini? Mheshimiwa mwenyekiti, tunapambana tunasaidiana, na tuna, tuna TAKUKURU na vyombo vingine ngazi ya kata tunaamini kwenye mwezi wewe wa... We, majibu haya we, hayaridhishi. Yani majibu yako yako juujuu tu yani, unaona eh? Inabidi unatoa majibu ya kueleweka. Ilitakiwa useme kesi kadhaa ziko TAKUKURU, kesi kadhaa ziko polisi, kesi kadhaa ziko ziko kwenye kata, tunahangaika nazo lakini pia kwa kadhaa tawazishaamuliwa na je, kama ziko kwenye kata, je, waliosababisha ni nani? Kama ni watendaji, umewachukulia hatua gani? Ehe, kuna watendaji wapo? Ah, watendaji wapo, isipokuwa kesi tulizopeleka mahakamani, kesi karibu 42 zimeisha, na tunafanya utaratibu wa kukazia hukumu, na TAKUKURU tuna kesi kama ishirini, wanaendelea kila mwezi kulipa kila, kila wiki wanapeleka. Sasa, andika hiyo huo mlolongo wa mkakati wako mpaka ulipofika sasa, kwa maana ya kwamba kiasi fulani cha pesa kimelipwa, kiasi hiki tunatakiwa e, kesi iko takukuru yenye thamani ya shilingi milioni 30, kiasi hiki kesi imeamuliwa, tumekaza hukumu kiasi hiki. Kwa hiyo hii huo mlolongo wa hiyo, na hayo ya zamani unaandikia hizi za zamani, vikundi ambako mtu mmoja watu wawili tu, tunaomba CIG hiyo iweze kufutwa. Unapeleka yeah. Lini hizo taarifa? Tarehe kumi Julai umeshapeleka? Sawa. Tumekubaliana, weshimua madiwani hamsini na nne hoja namba namba tatu mbili mbili fedha za mfuko wa afya wa papo kwa papo zilitumika kwa matumizi ya kawaida badala ya kununua dawa na vifaa tiba. E, milioni mia tisini na nne walitakiwa wanunue vifaa tiba, kini walizitumika kwa ajili ya kulipana posho tu posho, DMO posho. Mheshimiwa mwenyekiti, ili kuondokana na hoja husika management imejipanga na tumejiwekea utaratibu wa kukutana kila robo kujadiliana matumizi ya fedha hizi za papo kwa papo ili kuangalia kutotoka nje utaratibu wa matumizi ya fedha husika. Kwa hiyo majibu hayo, majibu yanatosha eh? Hayo majibu, majibu aliyosema yeye kwamba tutajipanga, sasa tutakaa tena kutumia pesa za papo kwa papo, badala yake sasa tutafanya staili nyingine sasa. Hiyo ndio inatosha pia kufuta hiyo hoja. A, mpe wewe, simama hapo hapo, bado hatujamalizana. hii ni ishu ya compliance au kufuata sheria. Kwa hiyo ili tuweze kuifuta, tukija kukagua mwaka wa ishirini na nne ishirini na tano tukikuta kwamba sasa wanafuata wana comply na ile sheria ya user fee, tutaifuta hii. Haya, basi sasa kuanzia mwaka huu wa fedha inabidi mfuate sheria kama sh alivyoshauri eh, mkaguzi wa nje, ambapo sasa mkishafuata sheria msirudie tena kufanya kilichofanyika, alafu baada ya hapo na yeye hiyo hoja ataifuta. Sasa tunaomba mfanye hivyo na mwasilishe taarifa commitment, siku ya tarehe kumi Julai, commitment kwamba tayari sisi tutakuwa tunatumia mfumo huu na hatutarudia tena kufanya hilo jambo, ili tusiweze kuvuruga hizo fedha. Tumeelewa waheshimua madiwani, tunakubaliana eh? Mheshimiwa mwenyekiti, tuna maagizo saba tulipewa maagizo nane lakini tumetekeleza agizo moja imebaki agizo saba. Kwa hiyo agizo namba moja ni halmashauri atakupeleka asilimia kumi kwa mwaka 2021 shilingi milioni 325. Mheshimiwa mwenyekiti, mpaka kufikia tarehe 31 Mei 2025 tumepeleka jumla ya shilingi milioni 150 na fedha kiasi kilichobaki ni shilingi milioni 174 mbili ambapo kwa mwaka wa fedha ishirini na tano ishirini na sita tumetenga jumla ya shilingi milioni 150 kwa ajili ya kupunguza deni ili kulipa hiyo. Kwa hiyo agizo hilo ni endelevu, wataendelea kulipa na mwaka huu wa fedha unaokuja. Tumekubaliana waheshimiwa madiwani, aya tuendelee agizo lingine. Agizo la pili, halmashauri iliagizwa kuhakikisha kwamba zinatekeleza shughuli zifuatazo: ujenzi ki wa kibanda imara cha cha jenereta kabla ya tarehe 20 20 22, utoaji wa huduma za x-ray ndani ya mwaka wa fedha 21 22 mbili, na kujenga ukuta utakaotenganisha eneo la kituo cha afya na maeneo ya umma. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatua ya utekelezaji Management tayari imeshajenga kibanda hicho na tayari inatumika. Ina namba mbili, management imeshanunua x-ray katika kituo cha afya Ipinda na imeshafungwa na inatumika. Kwa hiyo mbona sasa mnaona kama mjatekeleza? Mheshimiwa mwenyekiti, hoja ambayo bado ni management kujenga ukuta, tumeshatenga kiasi ki cha shilingi milioni 40, kwa ajili ya ujenzi wa ukuta tarehe ishirini Julai, mimi nimeshafuta hiyo hoja. Sawa. Mheshimiwa mwenyekiti, tumeelewana waheshimiwa madiwani tukubaliana hiyo. E, tuendelee hilo agizo lilo limeshatekelezeka. Hilo mheshimiwa mwenyekiti, hoja namba tatu nani, agizo namba tatu ni kuhusu afisa masuuli anaagizwa kuhakikisha kuandaa wakati madhubuti ya ukusanyaji wa mapato na kuimarisha udhibiti wa mapato kuhakikisha kuwa kiasi cha shilingi milioni ih zio zimeshalipo ifikapo tarehe 31 Desemba 2025. B. kiasi cha shilingi milioni 133 na hata na awadaiwa kiw kimeshalipo ifikapo tarehe 2 2026. Mheshimiwa mwenyekiti mpaka kufikia tarehe 31 mwezi wa 5, 2025, tumeshalipa shilingi milioni 427,459,117 na kati ya shilingi milioni 451,840,557 na kiasi cha fedha hizo baki milioni 24. Mshauri wenyekiti, tunaendelea taratibu wa kupata hizo fedha kwa daiwa na nyaraka tutakuwasilisha kwa mkaguzi kwa ajili ya uhakiki. Ha, hizo nyaraka mnapeleka lini? Na hicho kilicho baki 24 si tu milioni 24. Sipelekeni na hiyo tarehe kumi mwe mshamaliza mwezi Julai, eh mwenyekiti, tuna wadai ndo wadai. wadai. wadai, hivyo sasa ndo anasema tarehe mwe mmeshakusanya hicho kilicho baki. Hao watawasumbua mpaka tarehe 30 Septemba, mshakamilisha. Mheshimiwa madiwani kubaliana.